Ayasikiliza isimu jamii. Soma mazungumzo haya kisha ujibu maswali. Ni vipi bwana, mbona umelost hivyo? Musika wa pili anasema, mambo sawa tu, wewe ndio umeliepotea. Musika wa kwanza anasema, ah, mimi zi. Wewe kazi yako ni kukaa nyumbani na mbochi tu. Toka nje ukutane na vichuna musika wa pili anasema, seriously bike, acha hizo risto zako umesauni few nilikwambia, lazima ni durusu days kisha tutakutana na hizo openers. Musiki wa kwanza anasema hizo ni zako. Swali so la kwanza pale, je, unadhani mazungumzo haya yanaendelea katika mazingira gani? Ni mahali wapi? Nyosha mkono. Naam, nyumbani. Wapi, nyumbani? Ama wewe una shida wewe mtaani ni mtaani, au unaweza kusema wako wapi, barabarani. Wahusika wow, katika mazungumzo haya ni wa jinsia gani? Thibitisha. unanyosha mkono, ni vijana, ni vijana wa kiume kwa sababu wanasema bwana, si ndio? mm. Eh, alafu pia ni, ni, ni, tunasema ni yao jinsia ya kiume kwa sababu wanazungumzia kukutana na vichuna. Vichuna ni wasichana warembo. Taja sajili za lugha zilizotumika katika mazungumzo haya na utoe mfano wa kila mojawapo. Sajili za lugha, kwanza sajili za lugha hapo, wana maana ya kwanza, kuna kutumia Kiswahili sanifu, lakini hizo sajili, wameuliza hili swali vibaya. Kuna tu wametumia Sheng, kuna mboch, kuna risto, kuna Kiingereza pale wametumia kuchanganya ndimi Kiingereza, kuna Kiingereza peke yake openers na seriously, kuna kubadilisha msibo ambayo ni umelost, na pia kuna kiswahili sanifu, wewe ndiye uliepotea. to toa sifa zinazowafananisha na kutofautisha husika. Hawa mhusika wa kwanza ni asiyejali, asiyemakinika na anapenda anasa, anazungumzia tu wasichana. Musika wa pili pale ni mwenye tahadhari, aliye makini na mzingativu mm.